Ndani ya DRC Congo kuna makundi zaidi ya mia moja waasi wenye silaha nzito nzito na yanayojiendesha kwa rasilimali ya taifa hilo. Baadhi ya makundi ya waasi ni pamoja na Allied Democratic Forces ADF. Kundi hili linapatikana mashariki mwa DRC na kimsingi wa wapiganaji wake wanatokea Uganda na kuongezea, kundi hilo ni la Kiislamu lililoanzishwa miaka 1990. Baada ya kushindwa mwaka 2001 na jeshi la Uganda, kundi hilo lilihamia Kivu Kaskazini nchini DRC. M23, kundi hili limetokana na chama cha kitaifa cha ulinzi wa watu CNDP, linatokana na Watutsi wa Congo wanaodaiwa kubaguliwa. Kundi hili limekuwa likikabiliana na jeshi la DRC Congo na hivi karibuni liliweza kuteka mji wa Goma. Waasi wa M23 wanachukuliwa kuwa wa asili ya Rwanda, maarufu Rwanda Fons. Jina M23 linatokana na mkataba wa amani ya Machi 23 mwaka wa 2009. FLDR kundi la waasi linalopinga Rwanda na imekuwa ikishutumiwa kwa kupokea ufadhili kutoka kwa jeshi la DRC. Alliance for a Free Sovereign Congo, APCLS, kundi la waasi ambalo imejiweka kama adui mkali wa M23 na CNDP, ilianzishwa mwaka elfu mbili na nane kupinga Watutsi. Mai Mai Shega, Nduma Defense of Congo, NDC, kundi la waasi linaloongozwa na Shega Ntaberi katika wilaya wa Likale, Kivu Kaskazini, na anahusishwa na upagaji wa halaiki na aliyokuwa kiongozi wa CNDP Bosco Ntaganda. Mai Mai Mtomboki, kundi hili lilianzishwa mwaka wa elfu mbili na tano Wilaya ya Shibunda, Kivu Kusini ili kukabiliana na mauaji ya FDLR na inaongozwa na wasee wa mitaa. Haya ni baadhi ya makundi machache tu. Yapo makundi mengine mengi. Tufuatilie, bonyeza alama ya subscribe, ndio tuzidi kukupa more updates.